yako kama shikamoo kukikucha, bwato bwato tu, bwato lazima, bwato lazima, mwanangu, kwa sababu we hutaki kunielewa. Mi ninachokwambia siku zote ndio nikikuonya, we usikii. Sijui unataka ni akwambie nani zaidi ya mi, mamaako. Yaani we umeshaanza mibangi yako na miunga asubuhi? Bangi kwa wapi mkubwa, mikono hii hapa. Mi bangi kwa wapi hapa mama? Unaniona, yeah? mimi sina macho au mzee sana au kitu gani? Kwa api mikono iya hapa, bangi kwa wapi? Bibi mkubwa Robi, nimekuona mwenyewe kwa macho yangu sigana. Unaizima una, una, una huko yenye, yenye mibange, bange na nini sijui, naungana kila kitu umeshachanganya. Mimi nimesafiri hapa kidogo tu, huku nyuma umefanya mambo kadha wa kadha na fujo na kupigana na wenzio na bila sababu, eti mnagombea wanawake. Unagombea mwanamke atakusaidia nini mwanangu saizi? Kwa nini umefanya hivyo kwenye nyumba yangu? Unajua so, mi sina sina mbambamba e, niko vizuri. Au si sasa hivi mimi hapa mwanangu, nataka niingie mjini kino, nikitoka Kinondoni nitakucheki kama vipi jioni, kam aina noma, washtue na wana basi, mwanangu na mzigo mkali sana. Hauna chenga. Haya baridi pesha. ugomvi gani? samaza situkwanangali ya mpila siku hiyo makelele kibao, machiziboti wanashangilia ndichi umo ile ugomvi, hamna ugomvi wote ulotokea. Kwanza mimi sitaki cha Kiswahili chako siyo, machiziboi nini nini, ndichi ndichi, ndo lugha gani eh Unafikiri utafanya jambo hapa mi nisilielewe? Hii nyumba yangu sio yako, yaani jitambue kwamba hii nyumba ni ya kwangu mimi. We unakaa tu kwa dhamana yangu, kwa hiyo utakachokifanya chochote kinachokwenda tofauti na maadili lazima nitapata taarifa. Yaani tatizo lako wewe mama ni hilo moja tu, napenda sana kusikiliza maneno ya watu ya. Kwa hivyo shanta washa kujaza ile, na wewe umeamini umeona kama ile mimi nimecheketua mimi naweza kufanya mambo kama hayo. Kiliza Robi. Mimi ni mama yako ninachoongea na, na kimaanisha. Umenielewa? Wewe huleti vijana wa ndani wakaja kununua unga ndani hapa. Unga sabe mkubwa. Ina maana sasa hivi maduka yamehamia ndani. Duka kwa Kiberiti, kwa Seba, si kwa Damasi, kwa nani, maduka ya kibao kweli, duka mpaka ni hamishie ndani unga, unga unga minuze unga ndani wa kazi gani? Maskani ungekukamata ungewaambia habari za unga usiji kwa Seba kwa nani kwa nani. Lobi, haya mambo unayoyafanya, serikali ya Tanzania haya hayahitaji, we una maana huna habari? Vyombo vya habari vyote vinatangaza. Wewe upo dunia hii, uko dunia gani usioelewa yani, yeah. umekodi mziki upate mike utangaze maneno kama haya ya ajabu. Sasa ndo mambo gani sasa mimi nakodi mziki? Lobi, Lobi, nimeshakwambia mimi kabia yako hiyo nafikiri nashindwa kukupiga oh, oh, ya kuumiza wewe. Mshanzi mmoja wewe, kila siku nakuonya jambo hilo hilo, unisikii kwa nini? Si na hapa nyumbani kwangu sitaki nikuone, si so nenda tu kafanye mambo yako ya, ya unga na banke. Mbele ya safari hapa unifunge mi umri huu na u nistafia jela. Haya, ondoka Una, tuengina, una yani kwa, watu wengine wanaleta mambo ya ajabu. Yaani mtu anashindwa kufuatilia mambo yake nyumbani kwake anafuatilia mambo ya watu, dawa yao kidole yaani. Masnichi wote wanajifanya wao masnichi hapa mtaani, dawa yao kidole tu. kwamba hivyo ajisikilizia kufungua mlango. Vipi? Mbona kama mkimbizi? Sema kakam nini? Mbona unachukulia cheo wewe? Eh? Mbona kama hivyo sasa? Eh? Kakangu, hata salamu. Salamu kitu gani babu, eh? Kwa kuwa umeniona hapo wenyewe poa ikisela so kesi imetoka. Wewe nipishe mimi ningeenda ndani ila salamu salamu kitu gani? Ngali akuwa tumeonana hapo wenyewe poa. Eh, sasa nataka salamu ili iweje. Jamani. Basi ngoja nimuite mama huko naye. Mama kitu gani, eh? Gani pisha? Vipi? Mama! Mama! Eh! Mwanao kwa hiyo hmm. <laughs> kwa kwa kwa siku zote zolondo wameamua kuja, si ndio? Lakini nilikwambia nimebanwa na kazi. Apartment zako zinakuwa nyingi sana. Fake wenyewe biga sana

Ay, unajua bibi huyo ni mwanamke mzuri sana. Una utofauti mkubwa sana na wanawake wengine. Utofauti wangu ni nini? Na kati jinsia ni moja, vitu <laughs> vingi tu. Kimojawapo, kwanza una hekima, pia mzuri. Mungu akubariki. Una mtu fulani ambaye hauna mambo mengi so kona mwanamke mzuri kama na kila sababu za kunifanya, kama ningekuwa na uwezo ningechana hata zai ndani ya moyo wangu, ingie uone, kabisa kabisa, kuna jina lako, kuna damu yako. Mkubwa, wewe, wewe. tunaitana pigo gani? Gani wapi? pigo gani hizi? Mi si mwanga. Mimi mwanga. Bas, mama msame mwanao. Sema nini, bimkubwa, hivyo vitu vingine, mbona kama unataka wape faida watu? Kwani unaongelea chumbani? Mwanzo na mwisho, kwenye nyumba hii sikutaki tena, sikutaki hata kukuona. Mama mimi mwanga, bimkubwa. Asa hivi watu wanaishi kidigitali, bimkubwa ambao wanaishi kama kibizi eh? Mama msamie mwanao, saa hizi usiku atalala wapi? Kwani anaongelea chumbani? Sikaongelea barazani, kila mtu anasikia. Huyu sio mtoto huyu, mshenzi.

Nenda mneenda kafungua, okay. Um, mfungulie a, ah, sometime wanakuta watu wataka tu, unashangania vipi? Nani wewe? Oh, usiulize we, nani. Wewe mbuzi nini wewe? Oh, atisho. Changanya makalia yako mboi. Wewe unasemaje? Oh, akausha mwanangu, ujue demu wangu. Demu wako. Kumba vipi? Wewe we, we si demu. Wewe wewe wewe, usinite mimi demu mwanangu. Usinite mimi demu. Wewe mwenyewe unaweza nikakugeuza demu vile vile nikakuta mchumba vile vile nikakuoa vile vile. Si unaelewa? Tena nikaushie. Sikiliza. Nitakuchanganya ujue, usinipigie makelele nyumbani kwangu ujue. Michizi ujue. Nitakuchanganya sasa hivi. Nitakutoboa. Oya, sikiliza. Huu mziki wa mende usiniletee mambo ya kipage, ya kipagasu ujue. Oya mwanangu, umeingia namba, sio? Yaani mimi kama mende siogopi choo wala mavi wala kimba, si unaelewa? Mama yako na baba yako watakulilia. Mimi sio mtu ambaye na huruma na utumachizi kama nyie, mi nitakuharibia. Oya mwanamke, nakugaramia ujue, nitatumbua sasa hivi. Oya, sikiliza. Siogopi kima wala nini. Unayaweza upi? Ninayaweza. Kama umelianzisha, mimi nitalimaliza. Mimi nitakuvuruga ujue. Kwanza ondoka hapa wenyewe. Toka. Ha? Wewe si upo magetoni kwako unavimba ile? Toka. Oh, sikiliza mwanangu, mi nitakutumbua sasa hivi, wewe utumwe nigeuze supu. Freshi. Nitakuumiza. Sasa sikiliza, tutakutana. Sasa sikiliza, tutakutana umboi, yani nitakukausha kishenzi. Tishu. Unanijua nijua vizuri utakutana watugani a naodeteasi hmm? Mtoto wa kike ua nasema kweli, dema ebu niache basi hmm? Unakumbuka nilikuwa nikikombela saluni unipe so, nikamua tu. Tui mwanamke mwenzako. Unafanya nini hivyo? Unasemaje kile ile ile si nikusemee. Hebu niache basi. Hai, sai si ushafikia tu kuwa na mawasiliano na mwanamke mwenza wake. Sifanyi chochote, naugua baby, lakini mbona unielewi? Funachochote ivina mke yani mwanamke mwenzako, wanasema wewe ni demu wake, alafu hivi mi nachukulia vipi? Au mi naonaje?

Yako Salamu. Jambo? Sijambo. Nilikuwa na muulizia Robi. Yupo? Robi hayupo. Na wewe ni nani? Mimi ni mpangaji. Robi hapa ndani anaishi na nani? Anaishi na mamake. Yuko wapi mama? Mama yake hayupo. Yupo mama? Mama yake pia hayupo. Unajua niko serious, Yeah, ninachokuuliza? Bosi. Msikilize. Kijana umesema unaitwa nani? Naitwa Suleiman. Suleiman. Suleiman wewe unaishi huko ndani kama nani? Kama mpangaji. Kama mpangaji. Huko ndani unaishi watu wangapi? Watatu. Ambaye ni nani nani? Mamake Robi, Robi pamoja na mimi. Wewe unajishughulisha nani? Mimi ni mfanya biashara mdogo mdogo. Biashara gani ndogo ndogo unaoifanya? Wewe duka mpaka saizi bado huko hapa nyumbani, duka gani hilo? Nipo free kwa sasa. Kwa hiyo sijafungua duka.

moyo wangu me, eh, mm. Ni obisa, obisa wangu. <laughs> Mana mimi sasa <coughs> nakupendaga na misifaya eti. <laughs> So, unajua nini bwana? mm. Nimekuleta hapa kama nilivyokuambia kuwa na amani, kuwa na uhuru au vipi? mm. Kama nilivyokuambia bibi mkubwa siku ni ya Jumamosi, Jumapili ile hapa hayupo au vipi? hapa mm. Hayupo, ayupo. We jiachie. mm. Hey, ile ile tawala asiye ajua <laughs> <laughs> Oh, nini bebe. Mm, yaani siku hiyo unanipigia simu ukaniambia bebe, njoo nyumbani nisalimie. Sasa nikawaza wewe aniite mm, niende kwao mamake yake nikawa wow, naogopa ni ila unajua get wao nimepapenda ila sana mazingira sawa Ayia, yule, lile. Suna yule. Ah, so yeah. Makuna, kuna mtu kila e, Na sisi lengo letu ni kumpata Lobi, inavyoonekana kwamba unajua Lobi yuko wapi, sema unatuficha. Una uhakika? Ndiyo. Yeah. Na tukija kugundua kwamba Lobi yupo Alafu wewe unatuficha sisi, jambo linalomhusu lobby litakuhusu na wewe pia. Kwa hiyo tunaomba utuambie ukweli. Tukitaka kumpata lobby na wewe unasema hayupo, una... tukitaka kumpata ni saa ngapi tunaweza kumpata? Mida ya jioni atakuwa amerudi. Jioni ya saa ngapi? Usiku kuna kiza, kiza kiingia. Sasa basi, agizo letu, wewe fanya hujatuona wala waa, hujaonana na sisi, na sisi hatujawahi kufika hapa kwenu, sawa eh? Tunaomba tupatie namba yako na ya simu. Narudi akifika utupigie. 078 8231 22. Basi sawa. Sasa mimi nitakupigia saa moja jioni. Na nitakapokupigia naomba utupatie ushirikiano kuhusu Robi. Sisi ni watu wema sana. Yajayo kwenye Tambala. Unaijua serikali wewe? Wewe kweli umekuwa tomboy. Mama anauma sana. Ana nauma kila siku we, kwenye chakula ye hali mkishauriwa. Wewe sio mwanangu i hey, mambo kutafutia wanawake sipendi. nani ni ndio, mimi sikutafuti tafuta. Mwanamke sahihi yule mwanamke alikuwa sio sahihi kwako. <laughs> Asa uone ile na hali yake, ana ujauzito. Nampigaje magumi ya tumbo sasa? Mpiga mwanangu! Ah, vitu vya wizi hivyo, lakini nimeshakukataza Fusikiliza, mbona kauli zako design kama unanichalazia sasa? Naomba nisamee, mamangu, sitarudia tena, nisaidie kwa sasa mwanao <laughs> mimi nitakusaidia nini sasa, beba lupia.